Tabia ya watu kuangalizia mpira matawini tarehe 26, haitakiwi hata tawi moja. Kila tawi lifungwe, watu waje Benjamin Mkapa. Lakini vile vile nahodha wetu kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji kumi bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club. Sio jambo jepesi hata kidogo kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji kumi bora barani Afrika, na tena sio mchezaji wa kawaida Kapombe nina hodha wetu sisi Simba Sports Club, nina hodha wa mfano ambaye anaiongoza Simba, kwa mfano ya wachezaji bora ameteuliwa, na ni jukumu letu sisi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe. Baadaye tutatoa maelekezo tunampongeza kwa namna gani atakapoingia tusimame, tumpigie makofi ama ikifika dakika kumi na mbili tumpigie makofi, maana anavaa jezi namba kumi na mbili. Tutapanga hapo baadaye na kupeana maelekezo, lakini sio jambo la kupita kimya kimya hili kwa Simba Sports Club na kwa nahodha wetu Shomari Kapombe. Hasa ukiangalia yote hayo yanakupa sababu Mwana simba kuja uwanjani lakini, tunakwenda kuiona simba ambayo imefanyiwa mapinduzi ya kimpira. Simba mpya ambayo, katika nyinyi mmekuja hapa, hakuna ambaye amewahi kuiona simba hiyo. Tunakwenda kuiona wote pamoja siku ya tarehe 26. Ukibaki nyumbani, hautaifaidi vizuri na simba hii. Kwao kila mwana simba ajitahidi, apambane, aje uwanjani tarehe 26.